Najua wengi mtakuwa mmesha kukutana na picha kama inavyoonekana hapa. Sasa swali ambalo linakuwa linakuja, ili nipate nyama bora ya nguruwe nifanye cross ipi? Jibu sahihi ndilo litakalo watofautisha wafugaji wa kawaida na wale wanaotengeneza faida kubwa nguruwe wa nyama nzuri hutegemea na chaguo la cross breed utakayoifanya, lakini wafugaji bora hutumia njia inaitwa three-way cross, kwamba wanachukua jike chotara la Landrace na Large White kwa sababu wana watoto wengi na hunyonyesha vizuri, na kisha wanakuja kucrossi na dume la Duroku au Petrin kwa sababu Duroku huleta nyama nzuri yenye ladha bora, mafuta kidogo na ukuaji wa haraka. sasa hii ndivyo njia ya kupata nguruwe wenye misuli mingi, mafuta kidogo na nyama tamu sokoni. Matokeo yake bei inakuwa ni nzuri na unapata wateja wa kudumu. Kwa hiyo usichague dume au jike hovyo, chagua krosi sahihi. Yani chukua krosi ya Landres na Large White kwa upande wa mama, na kisha uende ukachague dume la Duroku au Petrin. Hapo ndipo siri ya kuzalisha nyama bora na kugeuza shamba lako kuwa biashara yenye nguvu, na ukihitaji nguruwe bora kama hawa, utapata kwa Laoda Hox Farm. Tuna majike mazuri wenye kizazi bora na ambao wataweza kukupa faida. Fika Laoda Hox Farm, tunapatikana Kibaha Kongoe kwa namba 0712979511.